Italazimika na nafikiri bunge hili, na tutapiga kelele kweli kweli, eh, tutapiga kelele kweli kweli, bunge hili lipunguze mishahara. Bunge hili na tunaanza sasa, bunge lipunguze mishahara, bunge lipunguze mishahara, kwa sababu wakipata hata milioni sita saba za tosha hizi wabunge. Bunge wapunguze safari zisizokuwa za lazima, vikao visivyokuwa vya lazima visiwepo Dodoma. Matumizi ya serikali yapunguzwe kwa kuangalia magari wanayopewa mawaziri na wabunge ni aina gani? Kwani waziri akiingia katika gari la kawaida anakuwaje? ana, ana, ana, ana, ana, anakuwaje huyu? Watoke huko. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kuwa viongozi aliowateua katika baraza lake jipya la mawaziri wanatakiwa kwenda kuchapa kazi kwa kutumikia wananchi, huku akigusia changamoto ya rasilimali fedha katika serikali yake kwamba huenda Tanzania ikakosa msaada wa kifedha kutoka nchi wahisani, hasa mara baada ya nchi hiyo kutiwa doa kwa yale yaliyotokea kabla, wakati na mara baada ya uchaguzi mkuu mnamo Oktoba 29 mwaka huu. Kauli hiyo ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameitoa leo hii mara baada ya kumaliza zoezi la kuwaapisha mawaziri na manaibu waziri katika hafla fupi iliyofanyika kwenye viwanja vya ikulu ya Chamwino jijini Dodoma na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali waandamizi wa chama na serikali. Hivi sasa moja kwa moja nazungumza na Maliseli Hamduni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Mwanza Tanzania na hasa kutaka kusikia mtizamo wake kufuatia kauli ya Rais Samia aliyoitoa wakati akiwaapisha mawaziri na manaibu waziri katika viwanja vya ikulu ya Chamwino. Ni jambo la kweli, ni jambo la kweli kabisa, amenizungumza jambo hili na kwa uzito mkubwa na kasema ukweli kabisa ni ukimwangalia usonyi unaweza ukaona jinsi hotuba e, yake ilivyokuwa inatoka kwa masikitiko makubwa e, na, na, na na ni jambo la hatari, na nafikiri e, amezungumza wazi kwamba shida ni kwamba tumejitia tabu wenyewe, lakini anapeleka ujumbe moja kwa moja kwa wananchi kwamba huenda tukaikosa ile misaada tuliokuwa tukiipata kwa urahisi eh, tukaikosa ile misaada tuliokuwa tukipata kwa urahisi e, na na ikaja kwa tabu kwetu kwa sababu eh, tu, uko nyuma tulikuwa tunapata kama mwaka jana na miaka mingine michache tulikuwa tunapata kwa urahisi sana. Pengine anashangaa na kusema kwamba uh, huu ni wakati pengine huenda tukakosa tukakosa, kwa sababu ya doa ambalo limeingia katika siasa zetu, katika uongozi wetu, katika taratibu zetu na mila na tamaduni ambazo hazikuzoeleka si kwetu sisi tu, bali hata kwa wafadhili na wawekezaji na mashirika mbalimbali mbali ya fedha ambayo huwa yanatupa fedha kwa ajili ya kugharimia vitu vyetu vingi, miradi mbalimbali, na pengine bajeti na kadhalika. Hili <coughs> <Napa tos> ni jambo ambalo linaleta lina shida kubwa, ukitazama kwamba pengine anatoa ujumbe moja kwa moja juu ya, ya, ya uzito wa uchumi ujao, kwamba anawaeleza wananchi wafunge mkwiji, ndio hasa manake kwamba uchumi utakuwa sio rahisi na si mwepesi na hauendani na utamaduni wazoea wa kupokea na, na, na, na pengine serikali inalazimika kutumia, ambazo, kwa namna moja au nyingine kutumia njia ambazo za kuminya au kudhibiti mambo kudhibiti mambo ni pamoja na kodi pengine kupanda yaani, a, lazima tukubaliane nalo. Uh, Hamduni Maliseli, unadhani pengo hili litazibwa kwa namna gani ikiwa waisani hawatatua pesa kwa Tanzania? Uh, lakini si kwamba ni fedha nyingi mno, na lazima tulijue, ila jinsi gani ya kuja kuziba pengo hili ni kwa mawaziri kuchapa kazi kama alivyoeleza au ma mawaziri na manaibu waziri, kila mtu aache fahari, kila mtu akachape kazi na atengeze utu wake na heshima yake bila sapana akachape kazi ni, ni lugha isiyokuwa ya moja kwa moja, lakini yenye kuwaelekeza mawaziri kufanya kazi katika hali ngumu zaidi ya ambayo siya mazoea, ili tuweze kuziba pengo, kuziba pengo la nini? La, la, la kile ambacho kinakwenda kutokea. Na ni kweli kwamba kutakuwa na hali ngumu ya uchumi na kazi ya serikali ni kwa kiswa, inatanzua kitendawili, kitenda, kitenda hichi cha uchumi kwa mgumu, na a, a, serikali haiwezi hapo ikaanza kulialia. Ah, lazima watu wachape kazi, ubunifu upatikane watu wafunge mkwiji, kila mtu atimize wajibu wake. Na katika hili pengine tutapata kuziba sehemu ya pengo la upatikanaji eh, wa, wa, wa fedha za kufidia hiki kinachopungua. Uchapaji kazi, uzalishaji, usimamizi mzuri, uzalendo na hisia zake, kuondosha wizi, ubadhirifu, ufeshaji eh, uvivu, umbea, usaku vingi na ukurumbembe, na vitu vya namna hiyo vitatengeneza mazingira yatakayosaidia kupunguza pengo la kile tulichokuwa tunakipata kutoka nje. Hiyo ni jambo ambalo nafikiri narekani apena ujumbe moja kwa moja kwa umma, mbali ya viongozi na umma ujue rasmi na kwa, kwa usahihi kwamba hali si shwari, haswa hali ya uchumi. Kwa hiyo wakojaai kinyume wasifikiri tu kwamba yamekuwa kinyume kutokea hewani. Ni ah, matokeo ya kile ambacho sote tumekizalisha na pengine nini sasa, uh, uh, mtizamo wako kwa wananchi wa Tanzania mara baada ya kauli hii ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba huko tunakokwenda pengine mambo yakawa ni ngangari, ni Lika, kazi moja. Mimi niko shambani, nimekueleza bwana Deo, niko shambani kwa maana na, na, nazalisha nasimamia mambo eh. Kwa hiyo mnafikiri kazi mtindo mmoja. Wakati mmoja alisema mwalimu wakati ule tu, tu vijana, akasema eh, tufunge mkanda na mkanda ule haukuwa mkanda tena, ukawa mnyororo na ikawa tabu. Yani watu walifunga mkanda kiunoni mpaka wakafunga uti wa mgongo. Na mara hii akaja bwana Mkapa marehemu sasa rais wetu, na akasema hata vyuma vimekaza, na vikakaza kweli kweli vyo mchezo, ikatafutwa grisi na, na, na kila kilainishi na kujaribu kutengeza murwa, lakini ilikuwa ni kazi ngumu sana. Tumekuja kutoka tukafika bahala fulani ambako kweli kukapatikana nafuu na, na mara hii sasa Unajua, lugha zinatumika tofauti. Lugha tata hii, hii ni, ni, ni tungo tata. Kwa hiyo lugha hii lazima tuifahamu inapeleka ujumbe gani, kwamba kila mmoja pale alipo na kule aendako atengeneze hali itakayosaidia kumnasua yeye na kulinasua taifa, akianza na mawaziri. Lakini kuna jambo amelitaja na jambo hili ni zito, akisema tumejipeleka pahala ambako sote kwa pamoja tunakwenda kukwama. Huo ndo ukweli. Nafikiri hotuba zijazo pengine zitatuonyesha uhalisia zaidi watafiri, wa tafsiri ya kile alichokuwa nakizungumza mheshimiwa rais. Kwa ujumla, hali ya maisha itakuwa ni ngumu na mambo mengi yatakwama, na nafikiri hata tungeanzia kule serikalini kwamba yale ma, ma, manini mashangingi ma, ma, ma yasiwepo. Watu waendeshe tu vigari kama vya kina mduni hivi alisani vidogo vidogo, uende kwenye shughuli zao kwa sababu hali ya uchumi haiwezi kuwa mbaya alafu tukataraji kuendelea na starehe na anasa, lazima serikali ipunguze ma ma matumizi yake, lazima watu wafunge wa mkwiji, na ikiwezekana lije swala la hata hoja bungeni ya kupunguza mishahara ya wabunge, na pengine posho za wabunge na na vitu vya namna hiyo, ili tuweze kupunguza, yani tutapunguza pengo eh, hili kwa kutengeneza mikakati inayosimamia haji ya mambo na kuleta uhalisia na, na siku kuleta umbea uhalisia wa kwamba sote tugawane uchungu na tabu ya, ya, ya uchumi kwa mgumbu hiyo. Inawezekana sana, lakini kama tulima chakula kingi cha kutosha, huenda tukalasuka haraka na kutoka huko tuliko tukaendea pengine neema iliyokusudiwa na iliyotarajiwa kwa miaka mingi eh, kabla ya vurugu kutokea. Amduni Maliseli, umezungumzia kwamba ni wakati sasa wa kujifunga mkweji, hata Rais Samia amezungumza kwamba tujipange kwa hili na wewe umezungumza, ni wakati wa kujifunga mkwiji, alikadhalika kuona kwamba serikali inahitaji kupunguza pengine kwa namna moja ama nyingine e, gharama ya matumizi ya uendeshaji wa serikali yenyewe. Unadhani kwamba serikali itaweza kupunguza gharama ya matumizi yake, ikiwemo matumizi haya ya magari ya kifahari kama ulivyozungumza, mashangingi haya ya bei ya ghali? Mbwa kama hajaungwa haja mkia hatoki mekoni, eh, Kiswahili chocha. Yaani, mbwa kama hajaungwa mkia wake hatoki mekoni, atakuwa al, ni wakuzungazunga mekoni, anaingia kulia toka kushoto kwenye mafiga ali. Lakini ikitokea basi mbaya mbwa yule mkia wake ukanasa, eh, kwenye, kwenye, kwenye moto unaowaka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mafiga, mbwa yule hubaini kwamba hatari anainusa, hatari na harejei tena humo mekoni haingii, jikoni tena mbwa atakaa mbali, akijua katika moto ni mbaya. Kwa hiyo swali la kuja ni, ni kwamba serikali itajifunza kwa makosa na itajifunza katika hali ngumu, to learn the hard way. Lazima ijifunze kwa, kwa, kwa katika hali ngumu kwamba iiniyo subiri na watu wenye subiri sote tutoke, italazimika. Na nafikiri bunge hili na tutapiga kelele kwelikweli, eh, tutapiga kelele kwelikweli Bunge hili lipunguze mishahara. Bunge hili natuanza sasa, bunge lipunguze mishahara, bunge lipunguze mishahara, kwa sababu wakipata hata milioni sita saba za tosha hizi. Wabunge wapunguze safari zisizokuwa za lazima, vikao visivyokuwa vya lazima visiwepo Dodoma. Matumizi ya serikali yapunguzwe kwa kuangalia magari wanayopewa mawaziri na wabunge ni aina gani? Kwani waziri akiingia katika gari la kawaida anakuwaje? Ana, ana, ana, ana, ana, anakuwaje huyu? Watoke huko, magari haya yote yatiwe sokoni, yauziliwe mbali, ili tupunguze gharama za vipuri na matumizi ya mafuta. Haya tupunguze, haya mambo, lakini tu, tu, tuende mahala pazuri, na inawezekana sana, you know, inawezekana kweli, amduni na vitu vingine zipunguzwe vile vile inawezekana maisha kweli hamduni maliseli wakapunguza kweli, kama serikali ili hali tunaona kwamba wamezoea maisha kama haya unayosema wewe ya yanasa kutumia magari makubwa na kadhalika. Ndio hapo utakapoona mawaziri weti wanahitaji uhitaji waziri kwa ajili ya kutumikia watu na weti wanahitaji magari kwa ajili ya kuukoga umma. Hilo ni jambo la msingi w inawezekana sana, bila shaka kama kutakuwa na safari na mbunge au waziri kwenda sehemu fulani ya lazima kwenye mapori sehemu ngumu litakuwa linachukuliwa gari la serikali anapanda huyu mtu kwa ajili hiyo tu alafu ala, inakuja kupakiwa ni gari la serikali yeye apande gari lake la kawaida kwenye matumizi yake wazima magari wala, wakati wanapokwenda kunywa pombe wayazime sio lazima liendelee kuwaka unanifahamu na, na mambo mengine mengi yaondolewe na, zikiondolewa posho hizi na, na, na magari yakaondolewa ya na mishahara ikapunguzwa, kwa kila mwezi, tutakuwa tumeokoa mabilioni kwa mabilioni ma ma ya pesa. Hiyo ni jambo la kwanza. Na wakurugenzi, posho za wakurugenzi eh, katika bodi wanapokaa chao kimoja, bila kujali ni bodi ya utalii au ni bodi bodi bodi ya jaji au au ya kitu gani, ipunguze hizo posho. Halafu waache kulala kwenye nyumba za gharama kubwa, kuna rest houses za serikali, uende wao wakakae kwenye rest house, unanifahamu wakati wanapotembelea kija Mwanza, acheza ta Dar es Salaam, akiwa Tanga, akiwa Dodoma vile vile. Na ndio kitu namna hiyo, tuondoshe maisha ya fahari ili kukabiliana na hali ngumu ya uchumi. Maneno ya rais yatafsirike vizuri, kwa tafsiri njema juu ya maneno aliyotoa ile kadi, kauli ya mtu wa rais juu ya ugumu wa maisha yanayokuja. Na tatu na mwisho, twende pahala tuzoea hali hiyo, tuache kuwategemea watu. Wanasema mtegemea cha ndugu yeye upo maskini, kwa sababu ndugu zetu Eh, lakini hili nilisema katika ile njia za kiungwana na utu kwamba mtu mtegeea nduguye hasi ila upa maskini. Na hata katika hilo kwa kwa landungu, kwa kwa iyo, kwa kuwa, ni kwamba hawa kwanza si ndugu zetu, hatuna ndugu si wa kutusaidia kiasi hicho, wanakuja kutusaidia kwa minajili ya kupata jambo fulani. Kwa hiyo ni kwa kwa ajili ni, hiyo tukate pua tuunge wajihi, eh, tukate pua tuunge wajihi. Nifahamu, tupunguze mishahara tupunguze posho tupunguze marupurupu tupunguze safari kuziba pengo la kile kinachokwenda kutukuta kwa upande mmoja. Upande wa pili, kama nilivyosema awali, turejee katika utaratibu wa kuchapa kazi, watu waache kuzurura kama siafu. Sheria za nguvu kazi zirejeshwe, watu wafanye kazi zionekane wazi wazi. Tutafute masoko ya mazao, watu wauze, kodi ilipwe, ufisadi uondoshwe katika bigone, katika taratibu za kodi na sekta za matumizi ya pesa za serikali. Mmenifahamu? tukifanya hivi tutapiga hatua kubwa, tutapiga hatua ya kutosha. Na, na, na, na, na taasisi za dini ziache kelele ambazo zinatufitinisha baada vale ya kututengeza, na, na kutegemea mataifa nje kukome, kwa sababu nchi kama Burkina Faso, nchi kama Mali, mbona vipo? Kwa hiyo tuende tu tuvumilie tu, na vijana wavumilie tu, tusilekeze suruali, mwisho tutawalekeza macho wanamume na mwanamume akilegeza macho ishakuwa tatu tena. Kwa hiyo haya mambo zipaaautengeeze murua wa mambo tutengeneze hali zetu na za watoto wetu na za wajukuu zetu, na heshima ya nchi sikwambi, kwamba irejee, bali izidi kupaa na kuwa kubwa zaidi. Sisi ni watu wenye kuthubutu, tumetengeneza tume mambo mengi katika Afrika, umekuja ukombozi wa bara la Afrika, tukawa ni nchi mwenyekiti wa nchi za mstari wa mbele katika ukombozi, ilipatikana kubwa, lakini tulivuka. Twende na hili na asante sana Hamduni Maliseli kuweza kushiriki nasi katika mahojiano haya kuhusiana na kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan, hasa mara baada ya kutamka yeye mwenyewe dhahiri shahiri ya kwamba Watanzania tulijitia doa ambalo linaweza kutusababisha tukakosa misaada kutoka nchi wahisani. bila shaka.